Tulikuahidi kwamba leo Jumaa, bwana, tunafunga shule tukiwa tuna wataalamu wetu wa fedha kutoka Stanbic. Uh, by the way pia wageni wetu tunao hapa kwa uzuri, na watakwenda uh, kuzungumza nasi mambo gani hasa ambayo wametuletea uh, Jumaa leo uh, jambo gani kubwa ambalo wamekuja kushia nasi wakazi wa nyanda za juu kusini wa kulima, wafanya biashara, wafugaji, uh, wale ambao mmejiajiri, wale mlioajiriwa na kadhalika, uh, good news kutoka Stanbic Bank iko hapa na tayari. Uh, mgeni wetu bwana, tuna studio ni kusalimu sana, habari ya jioni. Salamu, ndugu yangu, nashukuru sana. Habari ya Stanbic Bank bwana. Njema tunashukuru asante sana kwa mwaliko. Bwana, tunakushukuru pia, bila shaka tungetamani kufahamu tu uh, sauti hii ni ya nani? <coughs> uh, unatokea wapi? Pia nafasi yako pale ambayo unatokea, karibu. Nashukuru, kwanza nishukuru kwa nafasi ambayo tumepata. eh, majina yangu mimi ni Paul Mwambashi mimi ni meneja wa benki ya Stanbic kwenye tawi letu ya Mbeya na tumefurahi leo kuwa hapa no. kuongea na Watanzania lakini wana wa yeah. wa Mbeya pia. Kabisa. Asante sana. Bwana nasi pia tumefurahi kutembelewa na meneja mwenyewe bwana wa Stanbic Bank kutoka Mbeya Tanzania. Kwa yule ambaye afahamu Stanbic Bank iko wapi kwa hapa Mbeya? Uh, Stanbic Mbeya tuna center mbili. Okay. Kuna center yetu ambayo iko hapa mjini upande wa Windini. Ndio. Uh, upande wa pili wa TRA mm. lakini senta nyingine iko upande wa Kabwe. Okay. Pali karibu na hoteli mpya JR. E, kwa hiyo kote tunahudumia wa Tanzania lakini pia tuna mawakala ambao mm, kwa sasa wako kila kona e, naamini wata, wasikilizaji wako watakuwa wameona mabango yetu kila kila kona sasa, mm, tume, tumejiblandi vizuri na Tuna digitali, branch, mwakala, mm. na huduma pia za kidijitali mawakala na hizo huduma za kidijitali. Okay. Pengine kwa ufupi sana mm. uh, tungetamani kuweza kufahamu uh, Stanbic Bank ni benki ambayo inawahudumia watu wa aina gani kabla tujaenda katika lengo ambalo limetuleta kwa, kwa, kwa, kwa kifupi kidogo okay, ni watu wa namna gani? maki wako wengi bodaboda, mm -hmm. madereva bajaji, bodaboda, okay. wana hii ya kwetu hii ama si ya kwetu hii. <laughs> eh. Yeah. Eh, ni sahihi, ni swali zuri, nashukuru sana kwa swali zuri mm. uh, Stanbic ni benki ya kibiashara kama zilivyo benki nyingine, tuna tumeingia Tanzania sasa, tuna miaka 30 mm. tumejipambanua kuhudumia Watanzania wa kawaida eh, kwa makundi yao. Kwa hiyo mm. sisi tunadili na wafanyabiashara tunadili na wakulima tunadili Mdio. na watumishi wa serikali mm. pamoja na watumishi binafsi kwa hiyo makundi yote tunawahudumia, mm. na tuko na product ambazo kwa kweli zina zinaongea na jamii yetu mm. pia kwa ujumla. Eh bwana hongera sana bwana, nashukuru na sana na na na pengine kabla tuja tujiendelee mbele kweli kweli hapa uh, tungetamani kuweza kufahamu ni jambo gani ambayo tuliambia hapa maswahiba bwana, leo tuna surprise hapa, tuna big deal uh, mimi nikawa natazama tarehe bwana, tarehe hizi 16 walio tunawipoga mshahara katikati ya wiki katikati ya mwezi e, mwishoni mwa wiki pia mm. ile Ijumaa. Kwa hiyo mambo mazuri. Jambo gani kubwa ambalo limetuleta leo kupitia makutano? Kwa kweli leo tuna habari njema kama mm. ulivyosema, e, benki yetu ya Stanbic tumekuja na kampeni maalum ambayo inawalenga watumishi mm. na kampeni yetu tumezindua leo rasmi Mbeya, e, tutakuwa tunasema Hamia kwetu ushinde, e, mshiko kila siku. Ndio, e, every day is pay day aa. Kwa hiyo kutakuwapo na mshiko wa kila siku aam. na basi tu lengo ni katika kuwa kuwahamasisha watumishi e, ili waweze kupitisha mishahara kwetu aam, na kwa ajili ya kupata zile huduma bora ambazo tuko nazo kama Stanbic yes. Bwana, hamia kwetu ushinde E, mshiko kila siku hayo. <laughs> uh, <laughs> <laughs> na siku, mambo ya Stanbic Bank hayo na tuko nao hapo zuri. Tunalipa bili kutoka studio. By the way, hapa tuko na uh, Mr. Paul ambaye ni meneja kutoka Stanbic Bank hapa. Kwa utumbe wa Tanzania, kubwa zaidi ni salary switch campaign ambayo leo rasmi tumeizindua, na sisi kama Highlands FM tumepata bahati ya kuwa wa kwanza Uh, mezi mbure tuna tumekuja kuzungumza na Tanzania. Kwa hata wewe pia unasikiliza makutano umepata bahati kubwa kweli kweli kufahamu uh, hii salary switch campaign kutoka Stanbic inahusu nini? Na kizi nakwambia bwana Hamia kwetu ushinde, na tunaye hapa meneja ambaye uh, tunazungumza na, pengine uh, tukianza kwa kwa kwa kuanza pengine, hebu uh, tuelezee hii salary switch campaign uh, ya Stanbic Bank ni nini hasa? Okay. So uh, kwa kifupi tu ni kwamba hii salary switch campaign ni kampeni campaign ambayo tuko nayo kwa miezi mitatu. Tunajaribu kushawishi Watanzania wenzetu ambao wameajiriwa mm. E, either sekta binafsi mm. au sekta za serikali waweze kuhamisha mishahara yao kwetu, na kikubwa ni katika kunufaika na zile faida nyingi ambazo benki yetu inazo mm. pamoja na huduma bora ambazo tumejidhatiti tume, tume, tume kuzitoa. Ndiyo. kwa hiyo tunawaalika Uh, tunasema amia kwetu, ushinde mshiko kila siku. Okay mm. na na, pengine ni faida gani hasa mtu anazipata uh, pindi ambapo atahamishia mshahara wake kwenu Stanbic? Okay uh, faida ni nyingi, lakini uh, Stanbic ikiwa benki ya kimataifa mm. tunajivunia kwenye swala la kidijitali, tumeweza kuinvesti vya kutosha. Tuna mifumo ambayo kwa kweli wataona kabisa ni urahisi kwenye kutumia, lakini pia tuna hizi akaunti ambazo za mishahara hizi. mm. E, akaunti zinakuja na bima ya maisha ambayo ukipata, kwa mfano, msiba umefiwa na mwenza yeah. Au mzazi au mtoto. Dio. Basi kunakuwa na mkono wa pole bwana eh. Lakini pia kutakuwa na e, pole ya, po, ya familia mm. kesi kama wewe mwenyewe umefariki au umepata ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo bima itakuwa inakukava. Ndio. Lakini pia tuna mikopo ya muda mfupi na muda mrefu. Mm. Kwa hiyo tuna mikopo ya muda mfupi salary advance, wengi najua wanaielewa, tukisema salary advance watumishi, kabla ya mwisho wa mwezi, wakati mm. mwingine tunakwama. Ndio. Kwa hiyo ukihitaji ukihitaji kujisogeza kidogo angao mwisho wa mwezi. Ndio. Basi benki yetu inakuwezesha, unapata kidogo kiasi fulani basi mwisho wa mwezi unaweza hmm. kuja kwa kilipa kwa riba nafuu e, ambayo inakuja pia e, na huduma uh, yetu ya mikopo yeah. Ya bima kama kwa mfano, unataka kukata bima ya gari na wewe ni mtumishi unapisha mshahara kwetu mm. Tuna kitu tunaita insurance premium finance yes. Kwa tuta- tutalipa ile premium yako ya insurance kwa maana ile amount ambayo uh, ulitakiwa kuilipa mm. Alafu mwisho wa mwezi basi wewe utaturudishia, lakini utatu okay. Mikopo ya muda mrefu ni mikopo ambayo tunasema E, kupitia mshahara wako unaweza kukopa mpaka milioni mia mbili bila thamana yoyote. Mshahara unapita kwetu mm -hmm. lakini pia unaweza ukakopa mkopo wa nyumba mm -hmm. E, vijana wengi tunawashawishi. Mm -hmm. Hapa kwetu hapa. Kuliko kuendelea mm -hmm. kulipa kodi mm -hmm. Kwa nini usilete mshahara Stanbic tukapata nyumba ukaendelea kulipa polepole pole, mm -hmm. na uzuri wa hii mikopo ya nyumba unaweza ukaingia na mwenza kwa hiyo mishahara yenu mwili, kama wote ni watumishi, mnaingiza pale, mnapata mkopo mrefu mm, mnamaliza, mnahamia kwenu, basi ile hela ambayo mngeweza kulipa kodi mna, mnaangalia pia nyumba Uh, faida ziko nyingi kweli kweli. Mimi nilichopenda kujua, uh, uh, watumishi tukishakwamaga katikati uh, ya mwezi hapa unajikuta umeenda kukopa mkopo wa moto ule. Unaweka, unawekeza mpaka ATM kadi uh, uh, unafahamu watumishi wanapata uh, shida huko, anaweka bondi mpaka ATM kadi kwamba ipapo mshahara ukishatoka uh, tu uh, uh, sasa kuondoka na yote hayo ni aibu bwana. Wewe, ATM kadi unampeje mtu wa kwako uh, uh, Uh, Stanbic Bank inakwambia pitisha mshahara kwao ili upate faida nyingi kweli. Sasa mteja huyu anawezaje kushiriki katika kampeni hii na kuna hatua gani ambazo anapaswa kuzifuata? E, kujiunga kwetu ni rahisi. E, kwanza kwa sababu ni watumishi huwa tuna kitengo chetu cha tunaita workplace banking na, kwa maana ya huduma mahali pa kazi hmm. Kwa hiyo sisi huwa tukipata tu request ya mteja, tuna watumishi watu wetu wahudumu wa mauzo wanakwenda kwenye mahali pa kazi, watakufungulia akaunti pale pale ulipo mm. Lakini pia siku hizi tuko kidijitali yeah. Unaweza ukaingia mtandaoni ukafungua akaunti yako online ukapata akaunti ukaenda kwa wakala uka au kwa njia ya simu uka deposit mm. Basi utakuja tu tawini labda kuchukua kadi na vitu vingine, ndio. Lakini huduma zipo live na kwenye Instagram zetu na social media kule kote, kuna linki hizo za kufungua account no. Yes. Tunazungumza hapa mengi kuhusiana na uh, switch uh, salary, uh, campaign kutoka Stanbic Bank. Hii leo tumeizindua rasmi na tunakwambia Uh, njoo kwetu kwa sababu kila kitu bwana kipo katika mstari na mambo yananyooka kweli kweli. Uh, pengine uh, umetajia ume hapa wale watumishi uh, ambao mm -hmm. ni wafanyakazi wameajiriwa either private sector na serikali. Sasa vipi, kampeni hii ni kwa wafanyakazi tu? Mketo sisi mm -hmm. ambao hatujaajiriwa popote lakini mm -hmm. tuna, tuna namna kujilipa mishahara wenyewe mm -hmm. uh, kila mwisho mwezi fulani chochote najipa na pole bwana mm -hmm. vipi sisi mmetukumbuka? Uh, kampeni inalenga mishahara kwa maana ya wale ambao tayari wako kwetu wanapitisha mishahara, au wale wateja ambao watahamia kwetu kupitisha mishahara mm. Lakini kwa ajili ya binafsi wafanya biashara tunawaalika, tuna akaunti, tuna nzuri za akiba, tuna akaunti za uwekezaji. Unaweza kufungua akaunti ya kwako personal kwa ajili ya kuweka akiba za kila wakati, lakini pia unaweza kufungua kwa ajili ya watoto ndiyo na hata biashara yako mm, ili uweze kupata mikopo kupitia biashara pia. Okay. Ndio. Yote yanawezekana bwana. Yote yanawezekana. Bwana shukrani sana. Na na pengine hapo tu, tu, kabla tujalipa bili hapa kwa haraka haraka, uh, tumeshafahamu kwamba kampeni hii hailengi wafanyakazi tu, hata nyinyi pia wafanye biashara au jasiriamali ambao mmejiajili, kuna mmoja nyingine bado, Stanbic haijawaacha. Uh, ziko zawadi ama motisha gani ambazo uh, kwa sisi washiriki sasa hivi ambao tutaichapikia kampeni hii? Umetuambia kampeni hii imezindwa rasmi hii leo na itaenda kwa kipindi cha miezi mitatu bwana, kuna zawadi zote ambazo naweza tukazishinda sisi? Ndio kabisa, hmm. Zipo zipo za kutosha bwana, na kikubwa sisi benki huwa tunaandaa pesa eh hmm, mwakoto <laughs> wewe. Tunasema mshiko kila siku ndio kampeni yetu, itakuwa inakwenda kwa miezi mitatu na kila siku tutakuwa tunawashindi mm. ambao tutakuwa tunawapatia kiasi mpaka laki tano mm. Kwa hiyo unaweza ukashiriki kwa kupitisha mshahara wako kwetu kama ulikuwa hujawahi kupitisha mm. tunakukaribisha. Ndio. Lakini pia unaweza ukashinda kwa kupit, kwa kwa ajili ya kuingiza makato kwa ajili ya kuanzisha makato ya kila mwezi mm. kwenda kwenye akaunti yako labda ya akiba kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo zile standing order instruction tunaita. Ndio. Na zenyewe pia ziko kwenye kampeni. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo kwa atakaye kuwa tayari kuweka standing order instruction ambayo ni uh, ni, ni tuseme ni instruction ambayo unaweza ukatupa kama benki mm. kwamba kila mwezi muweze kukata kiasi fulani e, kiende kwenye akaunti yangu ya akiba kwa yeah. ajili ya malengo ya mtoto. Mm. Kwa hiyo yote itakuwa na mshiko na kila siku tutakuwa na mshindi. Eh, bwana yeah. Kila siku mshindi anapatikana na mshiko mm. ni nje nje bwana. Sasa uh, hivi ni kwa namna gani kampeni hii inaendana na malengo ya Stanbic Bank eh, katika nchi yetu ya Tanzania? Kampeni yetu hii ambayo tumeizindua leo inarandana vipi na malengo ya bank tunatimiza malengo ama vipi? Uh, Stanbic sasa uh, tuna, tunatimiza miaka 30 Tanzania mm. na kampeni imekuja wakati huu uh, iki- iki- ikirendana kabisa na malengo ya Stanbic mm. ambapo Stanbic sisi tuna moto yetu ambao tunasema Africa is our home, we drive our growth. Okay. Na kwa Tanzania tunasema Tanzania is our home, we drive our growth. mm. Manake ni nyumbani Tanzania. Kabisa. Na tungependa kuona eh, ushirikishaji kwenye uchumi, uchumi jumuishi mm. ambao kwa kweli eh, kwa njia ya kibenki ya kuweza kuwasaidia wafanyakazi kupitisha mishahara kwetu na kuwapa ushauri, wapate huduma bora rahisi, lakini pia ambazo zitakuwa nafuu kwao. kwa mm. Kwa hiyo kwa kweli ni inaendana kabisa na malengo yetu na tunatamani kuona hao watu wakifanikiwa wakifika mbali na kutimiza malengo yao. Okay. Bwana, sasa eh, tuzungumze na wale ambao tayari wana akaunti za mishahara katika benki nyingine eh, sasa wale ambao wana akaunti za mishahara benki nyingine eh, ambacho, eh, wa, wa wa okay. mm. <coughs> ni kipi hasa ambacho kinawashawishi, mm, wahamie Stanbic? ni benki ambayo imekuwa na uzoefu kwa muda mrefu tumekuwa na uzoefu wa kimataifa ambao tunajitahidi kushare uzoefu huo pia kwa watu wetu wa Tanzania. Tuna sababu nyingi ambazo mojawapo ni mahusiano. Tuta, tutakupa manager mahusiano ambaye atakuwa tunasema personal banker ama relationship manager. Ndio. huyu <coughs> mtu atakusaidia kukushauri, hatua uh, kwa hatua kwa ajili ya kuweka malengo yako namna ya kubudget, namna ya ku, ya kupanga mm. kwamba kesho yako itakuwaje, lengo ni wewe ku, kuweza kufikia malengo, lakini pia kuweza kuacha na urithi kwa kizazi kinachofuata kabisa. Kwa hiyo sisi tunajivunia tuna kwamba tutatoa tuta ushauri mzuri, lakini mm. pia tume, tume, tumewekeza sana na sisi tumewekeza kwa maana ya teknolojia mm, mifumo ambayo itakuwa ni salama na bora kwa wateja wetu. Ndio. E, wateja wetu watanufaika pia na ushauri wa kifedha mm. E, kwa ajili ya huo uzoefu ambao tumekuambia huo, tunakuwa na program ambayo tunaita Financial Fitness Academy okay. E, kwenye ile program huo, tunaongea na mwajiri anaweza kutualika labda siku moja sehemu yenu ya kazi kwenda, na hiyo sio lazima wewe upitishe mshahara au unafungua mm. account, ndio pale sasa sisi tuna akutoa okay, elimu kuwaambia kitu gani ambacho unaweza kufanya kwa ajili ya malengo na kuweza yes. kutoa pale ulipo. Uh, uh, ningetamani kufahamu kampeni hii inashirikisha matawi gani hapa Mbeya? Bila shaka tuna run kampeni nchi nzima mm. Tuko mikoa mingi Tanzania. Pale Dar es Salaam kuna matawi mengi zaidi lakini na mikoani pia, kwa hiyo mm. matawi yetu yote ya mikoani utapata huduma kwa Mbeya kama tunavyosema kwamba tuna senta mbili hapa Mbeya, unaweza ukafika pale mjini uindini au ukafika Kabwe, basi utahudumiwa na utahusika pia kwenye kampeni, na unaweza uka, ukapata pia ushindi wa pesa ambazo tunasema kila siku okay, mshiko, mshiko, kila siku mshiko, kila siku kutoka Stanbic Bank. Wakazi wa nyanda za juu Kusini, Mufindi, Iringa, Makambako, Njombe, Mbinga, Ruvuma, Rukwa, Katavi, Songwe na kwetu Mbeya, Tanzania wanakusikiliza muda huu, unawaambia nini kuhusu Sala le Switch campaign kutoka kwetu. Ndiyo. Uh, mimi nitoe wito tu kwa Watanzania wenzangu na hasa ndugu zetu wa kanda za juu Kusini tukaribie, tujihusishe, tuweze kuwa kufungua hizi account ili tuweze kusimama kus, nafasi ya kushinda pia. Mm. Eh, na pengine pia benefits nyingi ambazo tumezisema. Tumeongelea mikopo, tumeongelea ushauri mzuri wa kifedha, huduma binafsi. Na pia mm. utapewa ushauri Uh, kwa hiyo tu, tuchukue hatua kikubwa, tuchukue hatua mm, tuwasiliane, tufike kwenye matawi basi tuweze kuingia kwenye hii program. Okay. Bwana, asante kwa kuja, meneja wa Stanbic Bank kutoka Mbeya Tanzania. Bila shaka taarifa hii imefikia wana Mbeya na tutazidi kuwakumbusha kwamba wana mshiko huko huku bwana, mm, uh, kila siku mshiko every day is pay uh, day is <laughs> uh, mambo wa Stanbic Bank bwana, kupitia sawa switch campaign ambayo leo rasmi uh, bifuatana tumeianza.